Wakati gani alafu anaangaika na mambo ya watu aja. Mimi sasa ndugu zangu wapenzi katika Kristo, kipindi cha jamani na aliagiza tuwe katika mengi haki, amani, upendo na kadhalika si, na ya, kumbusha, Wanda, si ndio lugha yake. Sasa Isaya na Isaya anapewa hukumu la kuwakumbusha watu wa Yuda na Yerusalemu kwamba siku za mwisho kutakuwa na nini. Isaya anasema utakuananiaisaa anasemai nafikiri nimesikia kusoma, kuna haja ya kuwakumbusha

Amish, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya milima. Mlima wa nyumba ya Bwana, sisahau imani yao ya Bwana ungaa mahali palipo inuka, ilikuweko bado. Sasa mlima ambao Bwana anapatikana kama kule ilipokuwa ilipokuwa Sinai, sio? Bwana alipatikana, sio Mutakaa juu ya mlima mingine, tafsiri yake watu watamtazama moja kwa moja, kila kona, kila pembe ya mlima, kwa sababu si atakuwa juu zaidi, kama watu watamtazama kule. Mataifa wataenda makundi makundi, kwa sababu anaonekana na na mataifa yi wataenda na kusema, Njooni twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia nasi tutakwenda, na katika mapito yake. Maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu, naye atafanya hukumu katika mataifa mengi, atawakemea watu wa kabila nyingi, nao watafua panga zao zile majembe. Panga zinabadilishwa kuwa majembe. Unajua tafsiri yake, badala ya kuangaika kupambana kutumia mapanga kuhudhuriana

kwa sababu si maisha. Maana sasa tafsiri yake mona kutoka kwenye mkuki unakuwa tafsiri yake at kwa ni kwamba ubadilisha kutoka mitazamo ya dunia yangu kwenda kwenye mtazamo ya kazi na ua, ndio hilo jamani, hapo kuna vita tena, vita hivi bila silaha, huku anabadilisha a, uta umeshika labda umeshika yale na sma, nashangaa baadaye inageuka kuwa